Uwasifu padre padre wa marehemu Padre Dominic Rugemalira. Padre Dominic Rugemalira alizaliwa tarehe sita mwezi wa kumi na mbili mwaka 1935. baba yake ni Ta Donatus Kibogoyo Kemikimba. mama yake ni Ma Bernardina Tibagiruage. ukoo wake ni mnana Mezaliwa katika kijiji cha Bwira parokia ya Rubya wilaya ya Muleba mkoa wa Kagera. Marehemu Padre Dominico Rugemalira alibatizwa tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili mwaka 1935, ikiwa ni siku nne baada ya kuzaliwa kwake. Namba yake ya ubatizo ni 6837 na mbatizaji padri aliyembatizwa ni marehemu Monsenyori Modestus Riza. Alipokea sakramenti ya kipaimara mwaka 1945. mia elimu yake, mwaka 1943 Padri Dominic alianza pera mwaka wa kwanza, na mwaka 1944 m alisoma pera kwa mwaka wa pili kwa masista ambapo shule ilijulikana kama Omwamai Liza. Mwaka 1945 hadi 1949 alisoma darasa la kwanza hadi la nne katika shule ya msingi Rubya, na mwaka 1950 hadi 1954 alijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Rubya. Mwaka 1955 hadi 1957 alitumwa kwa masomo huko seminari ya Nyegezi, na baada ya kumaliza masomo yake huko Nyegezi mwaka 1958 alitumwa katika seminari kuu ya Katigondo nchini Uganda ambapo alisoma hadi mwaka 1960. Agosti mwaka 1960 alitumwa Roma kwa ajili ya masomo ya teolojia katika chuo kikuu cha Urbaniana ambapo alimaliza kwa masters mwaka 1963. Alipata ushemasi mdogo tarehe ya 15 ya mwezi wa 8 1963, kisha ushemasi kamili katika tarehe mia tisa sitini na tatu na mwaka huo huo mwezi wa kumi na mbili tarehe ya ishirini na moja Padre Dominico alipewa daraja ya upadre kwa kuwekewa mikono na Kardinali Agagajiani katika kanisa la chuo cha Urbaniana. Kwa makuu Mungu aliyomtendea Padre Dominico alitumia maneno quid retribuam domino Pro omnibus quae retribuit mihi, yaani nimrudishie Bwana nini kwa matendo mema aliyonitendea. Na baada ya upadirisho wake mwaka 1964 hadi 1966 alitumwa tena Roma kumalizia masomo yake ya teolojia kwa ngazi ya shahada ya uzamivu, yaani doctor in theology. Utume wake baada ya kurejea jimboni mwezi mei mwaka 1966 padre dominico alitumwa kuhudumu katika seminari kuu ya mtakatifu antoni Wapadu wa padua ntungamo kama mwalimu na mlezi katika masomo ya teolojia kipindi hicho seminari ya ntungamo ilifundisha falsafa na teolojia na huduma hii aliitoa hadi disemba 1966 Januari 1967 hadi Desemba 1967 alitumwa katika parokia ya Mugana kama paroko msaidizi na msimamizi wa shule zilizo ndani ya parokia ya Mugana, na Januari 1968 hadi mwaka 1970 Padre Dominico alitumwa kuwa mlezi na mwalimu katika seminari ndogo ya Mtakatifu Maria Rubya tangu mwaka elfu moja mia tisa sabini. Baada ya kumaliza utume wake hapo Rubya Seminari, alitumwa kuhudumu kama mwalimu na mlezi katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala hadi mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano. Padri Dominico alirudi jimboni mwezi Agosti 1985 na akapangwa katika parokia ya Katoke kama paroko msaidizi na kapelano wa chuo cha walimu Katoke TTC, utume aliofanya hadi Julai mwaka 1987. Julai hiyo 1987, Padri Dominico alitumwa kuwa paroko katika parokia ya Katoma, utume aliyofanya kwa miaka ishirini na miwili hadi Juni elfu mbili na tisa ambapo alihamishiwa parokia ya Kagondo. Akiwa katika parokia ya Kagondo tarehe tatu Juni elfu mbili na kumi na sita padre Dominico aliteuliwa kuwa chaplain wa masista wa Bikira Maria mama wa msaada wa daima pamoja na mabradha wa mtakatifu Kalori Lwanga. Amewahudumia masista kama mlezi, yani chaplain hadi tarehe 15 Januari 2019, na mabradha amewahudumia kama kama chaplain hadi tarehe 22 Julai 2020. Na padre Dominico na amehudumia parokia ya Kagondo tangu mwaka huu 2009 alipohamishiwa alipo hapo hadi umauti ulipomkuta ugua na kifo chake. Mheshimiwa Padre Dominico katika kitabu alichokiandika mwenyewe alipokuwa anaadhimisha miaka sitini ya upadri anakiri kuwa alisumbuliwa na tumbo tangu alipokuwa seminari ya Katigondo na licha ya maumivu haya alifanya utume wake kwa utulivu bila malalamiko. Padre Dominico pia amesumbuliwa na tatizo la shinikizo la juu la damu kwa muda mrefu na amekuwa mwangalifu katika kuzingatia matumizi sahihi ya dawa kwa masharti ya kitabibu, hali iliyomfanya aendelee na utume wake bila malalamiko. Aidha, amesumbuliwa na kidonda katika mguu wake ambapo mara kwa mara matabibu alifika kumuhudumia. Tarehe asubuhi ya tarehe kumi na saba mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na Padre Dominico aliamka kawaida na kusali misa parokiani Kagondo, na baada ya misa alipata nafasi ya kuwaungamisha baadhi ya wanyakaloli walei ambao walikuwa na wapa mafungo. Baada ya shughuli hiyo, alipata kifungua kinywa, kisha mhudumu alifika kumsaidia katika kusafisha kidonda cha mguu wake na kukifunga vizuri. Padre Dominico alimweleza muuguzi huyo kuwa alihisi maumivu ya mgongo na hivyo akaenda kupumzika. Baada ya muda mfupi, hali yake ilibadilika, kisha paroko akaitwa na kumkimbiza katika hospitali ya Kagondo, na huko hospitalini baba paroko alimhudumia kwa sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Padre Dominico alifariki hapo hospitalini Kagondo akihudumiwa na madaktari tarehe hiyo ya kumi na saba mwezi wa kumi ambapo madaktari walieleza kuwa kifo chake kimetokana na mshtuko wa moyo. Kumbukumbu, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Padre Dominico Rugemalira. Tutamkumbuka kwa mengi, japo machache kwa kutaja, amekuwa ni Padre mwenye moyo wa sala, akisali kwa uaminifu sala za vipindi, huku akiwa na ibada ya pekee kwa Yesu wa Ekaristi na Bikira Maria, na kila mara kusita kusisitiza juu ya kusali rozari takatifu na ibada nyingine kwa Bikira Maria, na kama mfano yeye mwenyewe kila mara alipopata muda wa utulivu alisali rozari, hata kama ingekuwa ni mara kumi ndani ya siku moja. Amekuwa baba mwema sana mchangamfu, lakini mnyenyekevu. Utii wake ulikuwa wa pekee na alikuwa tayari kuhudumia pale alipoombwa kufanya hivyo licha ya afya yake na umri wake mkubwa. Tutamkumbuka pia kwa ukarimu wake na moyo wake wa msamaha. Amekuwa mwadilifu, mkweli na mwazi siku zote. Ameipenda amani na kuifuatia siku zote, na hivyo kuwa msuluhishi mzuri wa matatizo na mshauri mzuri na busara yake ameitumia kuwasaidia watu wa Mungu katika kuwaletea amani. Padre Dominiko amefariki akiwa amelihudumia kanisa kwa miaka sitini na moja na miezi kumi kama padre akiwa na umri wa miaka themanini na tisa na miezi kumi ya kuzaliwa. Raya milele umpe e Bwana, Padre Dominic Rugemalira, apomsike apumzike kwa amani.